Wakati huu wapenzi watazamaji, upo nami Teddy Mboya katika kipindi cha malezi ya wa watoto Baleza TV. Tena leo tuna mgeni wetu katika kipindi hichi cha malezi kwa watoto. Bwana nami katika kipindi hichi tutakuwa na mgeni wetu Madamu Sarafina, mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi atajitambulisha natoka wapi na ni nani katika kipindi hichi. Karibu sana damu, karibu. Asante, anaita Sarafina, natokea Dar es Salaam Niko hapa pamoja namikinani kwenye kipindi hiki cha malezi ya watoto nikijibu maswali mbalimbali kutoka kwa mwenzangu hapa, hivyo karibuni sana, twende pamoja. Kama madamoti amesha kusha ujitambulisha hapa, yeye ni anatokea Bongo na anajei na mambo ya malezi kwa watoto. Katika kipindi hiki cha leo tuna maswali kadhaa tunahitaji kuuliza madamoti kama mgeni wetu ili uweze kutujibia. Haya, mtu anaposema mambo ya malezi wa ya watoto anakuwa anamaanisha nini? Unaposema malezi ya watoto ni ile namna au hali ya kumlea mtoto katika misingi mbalimbali, za misingi ya kidini au misingi ya kitamaduni. Hapa kiafrika tunawalea watoto katika misingi ya kidini ainini kimbani. Kwa hiyo ndiyo maana wazazi washarua kuwalea watoto wao katika misingi mizuri. Kuna aina ngapi za malezi ya watoto? Ukisemea kwenye aina za malezi ya watoto, ziko aina nyingi sana za malezi ya watoto, lakini zaidi tunaona kama mbili tu zenye mfano, malezi bora na malezi yasiyo bora. Nitaelezea malezi, malezi bora. Malezi bora ni yale mtoto analelewa katika misingi bora bora, mfano mtoto analelewa katika imani, katika nidhamu na utii. Na ukisemea malezi yasiyo bora, ni yale malezi ambayo mtoto analelewa katika misingi isiyo mizuri. Mfano, mtoto anakosa uangalizi wa wazazi pia, yeah, anakosa yani ile nidhamu na heshima. Kwa hiyo tunaangalia hizo uh, aina mbili sawa. Hmm, so, katika malezi ya watoto ni changamoto zipi wazazi wanazipitia kwenye malezi ya watoto wao? Sawa, so, so, kusema changamoto hizo ziko nyingi sana kwenye malezi, hata wewe unatumai imelelewa na mzazi wako anampa changamoto mfa Ayon, na na, entsento, iki, AIDS, changamoto mfano mzazi anakutana, unakuta mtoto anasemto, unamwambia hiki haelewi, unamwambia hivi haelewi. Kwa hiyo ni changamoto katika malezi ya mtoto, na nja vitu vitumike ili wazazi wasikie changamoto sana katika malezi, juatukutumia wazazi ni kukaa chini na watoto wao. Wewe mtoto utakiwa kwa kumkalipia sana napomlea unonafanya jukumu la kumlea tua mtoto, taratibu unamwelezea vitu ambavyo anatakiwa afanye na ambavyo atakiwe kufanya. Lakini ukitumia nguvu nyingi katika ulezi ya mtoto, mwisho wa siku unaishia mtoto hata pota nalezi aliyobona, mwisho wa siku ameishia kwenye mambo mengine. Kwa mzazi au mlezi, napo mlea mwanao, tumia ile lugha ya upole, muda muda wa ukali. Katika malezi ya watoto tunaona, na baadhi ya malezi watoto wanapata malezi kwa upande mmoja, laba kwa mama tu au kwa baba tu au wote pamoja, lakini mi nataka kuongelea hilo suala la malezi kwa watoto kwa upande mmoja. Nakuta wazazi wameshaachana au wameshakana, au bahati mbaya tunaweza kusema Mungu amempenda So unakuta mtoto anapata malezi kwa upande mmoja ili, namwathiri vipi mtoto kupata malezi ya upande mmoja? Maybe kwa baba tu au kwa mama tu. Tukisema malezi ya upande mmoja hiyo, kuna wakati mwingine mzazi ame, a amepoteza maisha au mifarakano kwenye familia hiyo, ipo hapo. Sasa nategemea mzazi mwingine ndio, vipi? Mwanao smatoto nilewa na upande mmoja na baba mbaba peke yake lakini amelelewa kwenye malezi mazuri yani, tazama amelelewa na wazazi wote wawili. Na pia kuna ule mtoto amelelewa na mzazi mmoja ambaye ni mama, lakini unamkuta amelelewa kwenye malezi mazuri kama vizuri kama wazazi wote ao. Kwenye swala la malezi ya mzazi mmoja nategemeana na mzazi mwenyewe. Tunaona wazazi wengi kwa jamii za Afrika sasa hivi wanakuwa hawana muda na watoto wao, yani unakuta mzazi asubuhi anatoka hajui mtoto anaendeleaje mpaka nndakazeni akirudi gii mtoto anaendeleaje? Yaani moja kwa moja anakuta amewachia dada wa kazi ndo ameliule mtoto wewe, kama madamu wetu, na washaurini wazazi ambao hawana muda kabisa na watoto wao, yaani wanaachia dada wa kazi ndo avenatoa sawa. Uza kusema kwa pande nyingine kazi zinawabana, lakini tofauti na hivyo sawa, kazi zinawabana, lakini ule muda unaopata nafasi sana weekend Najua wikendi wapo nyumbani. Kwa hiyo wikendi we tukao tumie kukaa na mwanao kumwasisi ile wiki nzima. Ameona ame ame mgeni nini au amepata nini hapa katikati kipindi kuepo naye. Wakifanya hivyo unaweza kusaidia, lakini tofauti na ile ajui mtoto kaamkaje, kavaaje, kalalaje, hiyo tunapata sio nzuri. Kwa hiyo na washauri wazazi watumie muda wao wa wikendi kukaa na watoto kutoka na watoto na kujua vitu vingi na kuwaelekeza vitu vingi. Sawa so, kuna <coughs> wazazi ambao ani wa na wanatumia baadhi ya vitu hata mbele za watoto wao, mfano kuta mzazi anavaa nguo fupi mbele ya mtoto, ile sio malizi kwa mtoto. Pia wazazi kama ua wamashauriji mzazi kama huyu wanamshauri tu kifupi, avaa nguo za heshima ku nyumbani. Ndiyo, mtu wana bwona, mtu anajifunza kwa kuona. Ndiyo, kwa mtu anakuona kitu, mbona mama anavaa hivi na mimi naweza nikavaa. Kwa hiyo mzazi inatakiwa uwe leitu, uwe unapokuwa nyumbani uwe katika hali fulani, mfano kwenye mavazi. Mwona wana utumia nyumbani. Kupitia kwa mtoto anajifunza kutoka kwa wako. Kutumona wana machafu, atajifunza yeye, si mbona mama anatumia, na mimi natumia kumbe ni mazuri. Na mavazi ya kwa wana, mzazi anavaa hivi. Kwa wana anavaa hivi kumbe ni vizuri, kumbe sio sio vizuri. Kwa nashauri watumie mavazi mazuri nyumbani na lugha nzuri wakiwa nyumbani na watoto. Muda yetu umetutupa mkono, tufunge kipindi chetu. Kwanza madamu, tunakushukuru kwa kuhudhuria hapa na tunakaribisha tena Ruta TV. Karibu sana yeah. kwa vipindi vingine na vipindi vijavyo.